ya kwanza Afrika na tunaamini kwenye ushirikina ushirikina ndio naongoza ushirikina, na hilo na utalikumbuka kwamba mwaka wa 2008 tarehe tisa ya mwezi wa sita siku ya Jumatatu, bunge la Tanzania liliacha kabisa kujadili masuala muhimu ya bunge likajipita kwenye ushirikina bunge na nakumbuka nilikuwa nje huko tarehe 16 ya mwezi wa saba mwaka 2008, siku ya Alhamisi, nilikwenda Uppsala University kule Sweden, nikakuta kuna magazeti haya magazeti, wamewavalisha bunge la Uganda, wamevalishwa mkakati wa, wa kupambana wa na rusha vikatuni, alafu wakenya walikuwa wanapambana na mambo ya katiba, lakini bunge la Tanzania wamevaa vibuyu, wanapambana na ushirikina. Yaani akitoa Tanzania kwenye mataifa mengine. Ma sasa kama tunasema mambo ya Loliondo ni ushirikina la hasha. Lakini jamii ambayo saturation point yani imeshafikiria kuto kufikiri tena. Unaona wanasiasa wakubwa wakubwa ndio sasa tunakimbilia wengine sasa wajanja wajanja tu wengine wanaanza kusema wale wengine wengi tu. Labda ni ni ni wao, wasaidizi ofisini kwangu wengine sijui wapiga kura wengine sijui tu gani. Kumbe tunatafuta mikombe wenyewe kumbe tunatumia tuna migongo mi ya watu wengine yani. Sasa singependa kusema kwamba huyu babu afanye kazi yake, sijui dawa yake inaponya au haiponyi, lakini ngeomba sana Watanzania baba na sasa serikali, serikali, unajua kwa serikali inafurahi, serikali sasa imetoka kabisa kwenye kushangilia mambo ya doas <laughs> watadoria miamia kwenye kwa hiyo serikali ina ina shiriki hasa na mambo ya yalo hiyo kwa, lakini ni ni niombe tu kwamba ni jamii kuchoka, jamii imechoka jamii ni, ni jamii kuchoka, sawa yule baba awepo babu awepo au wape lakin, <tipos> <si> mi, <tipos> bikonbe, si lakin, msibu, watu vikombe vyao lakini, kwa sababu hiyo vikombe vinakwisha vishi si viko pale, lakini kwa nini msumbue watu wote yani? Na sasa kuna jamii imefikia hatua gani? Na jamii hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa. Ukikata tamaa, jamii inaweza kufanya jambo lolote lile la ajabu la ajabu. Sasa ni ni, ni shauri tu kwamba hebu tuone na umakini, hebu tufikiri kwa pamoja. Je, yeah. Akili zetu zote sasa hivi tumehamishia Loliondo. Je, yeah, Loliondo ndio itakayo ondoa tatizo la la la, la, la gharama za mafuta. Loliondo ndio itakayo ondoa tatizo la la la, la, la, la kukua kwa gharama za maisha. Itaondoa njaa yetu. Loliondo ndio itakayo ondoa tatizo. Tumehama hata kwenye kidato cha 4 mwaka jana mambo ya elimu. Tumehama kwenye mitaala tayari hadi alini hata mitaala ya elimu tulikuwa tumeshakuja kwa kasi namna gani tupate suluhisho la matatizo tuliyonayo. Lakini sasa hivi akili zote zinahamia Loliondo. Kwa hiyo tunaona bunge lijalo litaanza kujadiliwa wa bunge ni Loliondo. Pale uh, speaker na nimesikia na, na speaker anajadili Loliondo. Kao, uh, akina uh, wenye vitu akamati za ulinzi na usalama kama kina Rwasa anajadili Loliondo na amepata vikombe huko. Wakina uh, wenye vitu akamati za kudumu za bunge kina Gaston Mrema, mambo ya serikali za mitaa. Uh, Loliondo huko anapata vikombe, anasema ndio tunapambana na ofisani. <laughs> Kwa hiyo tunakuta kwamba unaweza kuona kwamba ni kama tunacheza na akili za Watanzania mtu kweli ni hiyo mkiwa kwa tunacheza na akili za Watanzania, mtu anaona Watanzania kwamba ni wajinga wajinga kwa kiasi fulani. Kwa hivyo tunaweza tukatoka kwenye mambo ya msingi ya kusaidia taifa tukajikita kwenye Loliondo, tumesahau mabomu ya Mbagala hapa ambayo ni very serious, ya mabomu ya Mbagala ya sasa ni Gongo la Mboto, kama ile tokea tarehe 16 ya mwezi uliopita siku ya Jumatano Gongo la Mboto sasa tunayasahau tunajikita kwa kwenye Loliondo. Sawa, Loliondo waendelea shida wa mimi ni huko na maji hayo atawakataza lakini tusijitoe kwenye ajenda kuu ya katiba tukahamia kwenye Loliondo. Waandishi, hebu tumieni kalamu zenu tushirikiane kwa moja kuhusu katiba. Jamani, katiba ndio uhai wa taifa letu. Tukikosea hii nafasi ya kupata katiba mpya mchakato huu tutajimaliza. Alafu unajua, jana Rais alisema ifikapo mwezi wa 12 basi tutuje na katiba mpya.